tena point moja lakini pia wako nafasi mbili kwenye ligi. Amesema ubora sio point moja. Kwanza unatukosea mm. Yanga na Simba difference ya point 4. Hiyo moja ni labda kwa kwewe. Ah, sasa hiyo unasema wewe. Yaani kwa mujibu wa msimamo wa ligi Yanga na point 58, Simba na point 54. Hiyo point hiyo difference moja ya difference ya kwa kwewe nyumbani kwako, lakini kiuhalisia Yanga na Simba ni tofauti ya point 4. Na wewe ubora unasema uh, kwa sababu ya point sio kweli. Yaani hizo hata point zao tukianza kufanya sa uh, tukaanza kuchanganywa hizo point alizopata. msimu huu hapa point ambayo ambazo amezipata kihalali. naomba ni point sita tu. mechi ya Coast labda hiyo mechi ya Coast na hii ya sare ya Azam. labda point nne tu. Lakini mechi zote hizo discuss. Zote ni changamoto. Ndio, hiyo mtu anaokoa Jafet Smart anampa kadi nyekundu. Ndio kama ile pale anataka kufunga hapa Coast na Simba hapa. Jafet Smart anaweza mpira. Ndio kama ile ya Dodoma Chabaraja guswa

ni wajibu wao kufanya mazoezi muda wote. nimetuma watu sasa, hilo swali zuri. Anasema umetuma watu, sikiza well. Amesema ametuma watu skopu, mlikuwepo nyinyi, ndio mwaripoti wale watu ambao wanasema walikuwepo, na mimi nataka niwape hazi yaya nyota tano ya inawezekana. kwa sababu kama mtu anazuia ng'ombe na mbuzi wasiingie uwanjani leo serikali umetangaza umefungiwa na kafu uwanja Benjamin Mkapa, wongo kweli? Mtu ambaye asababisha pichi isiende kuliwa na mbuzi unasemaje? Mtu sio mzalendo wa nchi hii. Naudia tena, yaani mbuzi anaenda amewekwa kwenye basi, anaenda saa moja usiku kuingia uwanja wa Benjamin Mkapa ili aende kula nyasi, alafu mzalendo mmoja anasema ili basi kwa sababu ina mbuzi lisiende ni kuharibu rasilimali ya nchi hii anazuia. Wewe unamkusia Mbuzi uliwaona? Nani? Wewe. Na nimeposti. Wewe uko dunia gani wewe? Nimeposti mbuzi na wale vijana vipi? Huu mpira unaenda na mbuzi. Sasa, hiyo achana nayo, kwa huyu tumazuia wale wanasema umeita nani? Si makomando si nani? Kama unawajua, kama unawajua tusaidie tuwape na fedha kwa sababu amefanya jambo la kizalendo sasa. Mimi si dini mimi si na barua, yaani na dini na wewe mwandishi ambao umewaona, kwa nini wewe barua usimeiona ile ba? Sikia, haujajibu swali. Ile barua ina tarehe haina ina sahihi haina? Darasa la nne tunafundisha barua kama ina tarehe ina sahihi, manaake haina sifa barua sasa. Sama, unasemaje ni barua Mwalimu, tukirudi kwenye mechi ya leo, zile nyimbo zilizokuwa zinaimbwa awali kwamba maneno matatu GSM ndo zimeamua mechi hii, kushachafuka huko huko mitandaoni. Kwanza kazi anayofanya kubwa GSM katika mpira uh, wa nchi, na inawezekana nyie waandishi wa habari uh, inatakiwa kila siku mwandike kwa kazi kubwa ambayo amefanya, amekuja kuokoa mpira wa nchi hii. Sikiliza mdogo wangu, GSM amefanya, uh, GSM na, na Azam amefanya vitu viwili Uh, miaka minne nyuma inawezekana wewe Ismaeli ulikuwa bado uko chuo. Hii kosti hii walikuwa wacheza na Simba wanatoka saa nne Tanga, mechi saa kumi pale anapigwa bao saba nane, nane, au mshasanyiwa watu wengine walikuwa kuja kwenye vihoteli sijuu vigesti wanazuia uongo kweli? Amekuja Azam ameweka ma, shati matatu kwa ajili hizo fedha za wadhamini. Shati la, la moja hapo amesema fedha ambazo nazitoa kila mwezi. Ya kwanza ina dili na kwanza, nadili na nini? Nadili na kambi. Ya pili na dili na usafiri. Ya tatu na dili na mishahara. Hawa wazamini wanaokuja wadogo wadogo wakiwa na JSM wanaongezea wale wachezaji, kama kanapata laki mbili wanapata milioni moja hizo ndo kazi ambazo zinatakiwa.